Waombolezaji takribani laki mbili na nusu wameshiriki kuaga mwili wa Papa Francis katika Kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatican, shughuli iliyohitimishwa jana Ijumaa Aprili 25, 2025 kwa kufungwa jeneza lenye mwili wake. Taarifa ya mtandao wa Vatican News inasema ibada ya kufunga jeneza hilo ilifanyika saa 2 kamili usiku yaani saa tatu kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki na Kati, ikiwa ni maandalizi ya maziko yanayofanyika leo Aprili 26 kwenye Kanisa kuu la Bikira Maria Mkuu. Shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa miongoni mwa marais walioshiriki kuaga mwili wa Papa Francis ni rais wa Ufaransa, Emmanuel Macron na mke wake. Pia inaelezwa wafalme, marais, mawaziri wakuu kutoka mataifa zaidi ya 150 duniani na maelfu ya waumini wanatarajiwa kushiriki misa ya mazishi ya Papa Francis mwenye umri wa miaka 88 na aliyefariki dunia Aprili 21 mwaka huu, akiwa katika makazi yake kwenye nyumba ya Mtakatifu Marta. Ibada hiyo iliongozwa na Camerlengo wa Kanisa Takatifu la Roma, msimamizi wa maadhimisho ya Liturujia, Kardinali Kevin Farrell. Askofu Mkuu Diego Ravelli alisoma hati ambayo iliwekwa kwenye jeneza mwishoni mwa maadhimisho hayo. Maadhimisho hayo yaliyofanyika kwa mujibu wa maagizo ya kanuni ya mazishi ya Papa wa Roma yalihitimishwa saa tatu kamili usiku, yaani saa nne usiku saa za Afrika Mashariki na Kati. Papa Francis ambaye jina lake halisi la kuzaliwa ni Jorge Mario Bergoglio alizaliwa Desemba 17, 1936 jijini Buenos Aires nchini Argentina. Ibada ya kufunga jeneza lake ilihudhuriwa pia na ndugu wa familia yake. Miongoni mwa viongozi watakaohudhuria misa itakayofanyika katika Uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatican ni rais wa Marekani, Donald Trump, ambaye mara kadhaa aliingia katika mivutano na Papa Francis kutokana na kutofautiana mitazamo kuhusu sera ya uhamiaji. Misa hiyo pia itahudhuriwa na marais wa Argentina, Ufaransa, Gabon, Ujerumani, Italia, Ufilipino Poland na Ukraine, lakini pia mawaziri wakuu wa Uingereza na new Zealand, na pia familia za kifalme kutoka Ulaya. Kwa upande wa Tanzania, rais Samia Suluhu Hassan atawakilishwa na makamu wa rais, Dr Philip Mpango. Baada ya misa, jopo la viongozi wakuu kutoka Sekretariat kuu ya Vatican litasindikiza mwili wa Papa Francis hadi kwenye kanisa kuu la Bikira Maria mkuu ambako atazikwa. Wakati wa kuhamisha jeneza hilo kupitia lango kuu la kanisa kuu la Mtakatifu Petro, maofisa wa ngazi za juu kutoka mataifa mbalimbali watakuwa upande mmoja wa nguzo za mawe wakitazamana na makadinali waliokaa upande mwingine. Kardinali Giovanni Battista Re, dekano wa baraza la makadinali ataongoza ibada ya mazishi na hatimaye kuzikwa papa kwenye kanisa kuu la Bikira Maria Mkuu. Papa Francis aliyehudumu kwa miaka 12 alijikita kuwatetea maskini na waliotengwa, huku akizitaka nchi tajiri kuwasaidia uhamiaji kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Akiwa na sifa ya unyenyekevu, Papa Francis anatarajiwa kuzikwa akiwa amebeba msimamo huo, kukiwa na mabadiliko aliyoyafanya katika ibada za mazishi ya mapapa. Wakati wa mazishi ya Papa Yohani Paulo wa Pili mwaka 2005 yalidumu kwa saa tatu. Hata hivyo ibada ya leo ya Jumamosi Aprili 26 inatarajiwa kuchukua dakika tisini pekee. Katika wasia wa maisha ya kiroho aliyoandika Juni 29, 2022, Papa Francis aliomba kabuli lake liwekwe kwenye kikanisa cha Bikira Maria Afya ya Warumi. Pia alitaka kabuli lake lichimbwe ardhini rahisi bila mapambo maalum bali libaki likiwa na maandishi ya pekee yenye jina Franciscus. Italia imefunga anga la juu la jiji la Vatican City na kupeleka majeshi ya ziada yakiwemo makombora ya kujihami na ndege na boti za doria. Baada ya maziko ya Papa Francis, makardinali watakuwa na mkutano maalum wa faragha kuchagua papa mpya. Endelea kufuatilia, Mwananchi Digital takusogezea kila updates inayojili kuhusiana na maziko ya kiongozi huyo wa kiroho ambaye kifo chake kimewagusa mabilioni ya wananchi ulimwenguni. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital. Jina langu ni Mgongo Kaitira.